Naitwa Joseph Ndunguru ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Afya Mimea na Viwatilifu Tanzania. E, tumeweza kusaini hati ya makubaliano yani MOU kati ya Mamlaka ya Afya Mimea na Viwatilifu Tanzania pamoja na, na chuo hiki ki, eh, kishiriki cha Elimu Mkwawa hapa Iringa, na lengo la lengo la makubaliano hayo ni kuweza kushirikiana katika maeneo mbalimbali eh, tunaamini kwamba eh, mambo yaliyoko hapa mu, eh, MUCE lakini pia na, na TPHPA. E, tukiweza kushirikiana pamoja tunaweza kutoa mchango mkubwa katika e, uendelezaji au ukuzaji wa uchumi wa nchi yetu. E, mambo tunayoenda kushirikiana katika e, makubaliano ambayo tumesaini leo kwanza ni e, katika e, uandishi kujengeana uwezo kati ya taasisi hizo mbili katika uandishi wa miradi. E, miradi ikiwa kama ni moja ya mkakati wa kujitafutia fedha za kuendeshea taasisi zetu mbili. Eh, tunaamini kwamba rasilimali eh, kubwa iliyoko kwenye hizo taasisi mbili ambazo ni watu, tukiweza kukaa pamoja na, na kupanga mipango ya pamoja na mikakati, basi tunaweza kufanya hilo la kutafuta fedha kwa ajili ya kuendeshea taasisi zetu. Lakini pili, tunataka kuangalia ni namna gani eh, ni namna gani wataalamu kutoka taasisi zetu mbili wanaweza kutumia eh, kupata fursa ya kutumia miundo mbinu ya maabara, hasa eh, vifaa vya maabara vilivyopo kwenye taasisi mbili. Kwa mfano pale TPHPA tuna vifaa vizuri sana kwenye maabara, lakini eh, na hapa eh, MUCE na vifaa vya maabara. Kwa hiyo, wataalamu kutoka taasisi zetu mbili waweze kupata fursa ya kuweza kutumia eh, vifaa hivyo, na kwa ajili ya kufanyia utafiti kwa sababu eh, moja ya chuo hiki pia, kazi wanayofanya zaidi ya kufundisha, pia wanafanya utafiti na utafiti unawe, unatumia eh, ni utafiti wa sayansi eh, katika maeneo ya kemia, katika maeneo ya biolojia na maeneo mengine kwa hiyo, eh, wataalamu kutoka taasisi mbili wanaweza kutumia eh, waweze kutumia vifaa vya maabara vilivyopo kwenye taasisi zetu mbili. Lakini tatu eh, eneo lingine ambalo tunaenda kushirikiana nao eh, ni kuweza eh, ni, wa, ni wanafunzi kutoka chuo hiki cha MUCE waweze kupata fursa kuja kufanya mafunzo ya vitendo kwenye taasisi yatsisi ya, ya, ya yaani e, Mamlaka ya Afya Mimea na Viwatilifu Tanzania ili wapate uzoefu e, wakichanganya pamoja na nadharia wanayoipata kwenye, kwenye ma, mafunzo hapa basi wataweza kutoa mchango mkubwa sana katika e, jamii yetu ya Kitanzania. Jina langu ni Profesa Method Samweli ni rasi wa Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa wa MUCE. Leo tumesaini makubaliano na taasisi inayoshughulikia masuala ya afya ya mimea na mazao, na mahusiano haya ni ya kihistoria. Vyuo vikuu mara nyingi na taasisi nyingine za Kiafrika tumekuwa na kasumba ya kuona kwamba tunahitaji kushirikiana na wageni wazungu ili kuweza kutekeleza masuala mbalimbali yanayohusiana na maendeleo yetu. Na wakati mwingine hata tumesahau, uh, mashirikiano miongoni mwetu. Na tulichokifanya leo ni cha kihistoria kwa sababu ni mashirikiano baina ya taasisi mbili za Kitanzania kwa ajili ya kutatua matatizo ya Watanzania. Tunaposhirikiana na wenzetu wageni mara nyingi changamoto kubwa uh, inakuwa wenzetu kutufanya sisi kuwa chanzo cha data, taarifa wanazozitaka kwa manufaa yao, na wakati mwingine uh, haitusaidii sana katika maendeleo yetu. Na kwa hivyo uh, ni muhimu kama inavyosisitizwa na viongozi wetu wakuu, taasisi za serikali kuisaidia serikali kufikia malengo yake. Na kwa hivyo tulichokifanya leo ni sehemu ya mikakati yetu kama taasisi mbili kuisaidia serikali kushughulikia matatizo ya Watanzania kwa rasilimali tulizonazo sisi wenyewe. Kwa hivyo uh, makubaliano haya yatakuwa muhimu sana kwa maendeleo ya sekta ya mimea na mazao nchini kwa sababu kwa upande mmoja, taasisi ya urekebu inayosimamia masuala hayo inashirikiana na taasisi ambayo inafanya tafiti katika maeneo hayo zaidi ya maeneo mengine. Kwa hivyo, changamoto za Watanzania tunazijua vizuri sote kwa pamoja katika maeneo hayo, na kwa hivyo mashirikiano haya yatakuwa na tija kubwa kwa taasisi hizi mbili, lakini pia yatakuwa na tija kwa, kwa maendeleo ya taifa letu kwa ujumla kwa ujumla. Uh, wito wangu kwa taasisi nyingine za serikali na hasa zinazoshughulika na tafiti na vyuo vikuu kwa ujumla kufikiria kutafuta fursa za kushirikiana miongoni mwa sisi wenyewe, taasisi za serikali, taasisi za tafiti nchini, kushughulikia matatizo yetu kuliko kupoteza muda mrefu sana kutafuta wafadhili kutoka nje. Wakati mwingine wanakuwa na masharti magumu, wakati mwingine hayapatikani, wakati mwingine sera zao zinatuathiri. Kwa hiyo badala ya taasisi kuwa washindani, nadhani ni wakati umefika sasa kufanya kazi pamoja na kushirikiana.